Uh, ikumbuke kwamba eh, mwezi uliopita tarehe ishirini na tisa tulikuwa na uchaguzi mkuu katika nchi yetu ya Tanzania. Uh, waandishi wa habari nyinyi wenyewe kwa macho yenu mmeshuhudia pamoja na vijana wangu wote, Iringa yalitokea yaliyotokea katika uchaguzi. Sisi viongozi wa bajaji Iringa tunalaani vikali, tunalaani vikali, narudia tena tunalaani vikali machafuko yaliyojitokeza siku ya uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa. Na sisi tunaamini wapo baadhi ya watu ambao hawaitaki mema nchi yetu, walifanya hayo kwa mgongo wa kusingizia maandamano. Sasa sisi kama viongozi wa bajaji tumepata madhara, wapo vijana wetu waliopata madhara katika maandamano hayo, wapo watanzania waliopata madhara katika maandamano hayo, na wengine wamepoteza watondo wao. Niseme tu naungana na mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki wote, hasa kwenye kundi langu la umoja wa bajaji kwa baadhi ya vijana wetu waliopoteza maisha. Na Mwenyezi Mungu azilaze roho zao mahala pema peponi. Lakini umoja wa bajaji uh, unaungana na Watanzania wengine, sisi kata kama umoja wa bajaji Iringa tunao ndugu zetu ambao nao wana umoja kama wetu hapa mkoani Iringa, wanatokea mikoa mbalimbali, nao wamepoteza wapendo wao na wengine wamepata madhara. Basi, kulingana na sisi viongozi wa umoja wa bajaji tunaungana pia na viongozi wenzetu, kwa sababu sisi tuna umoja wa kitaifa kutoka kwenye mikoa mbalimbali mikoa ya jirani kama Arusha, Mbeya, Morogoro pamoja na Dar es Salaam. Tuwape pole pia viongozi wetu ambao baadhi ya vijana wamepoteza maisha katika mikoa yao, na tuseme Mwenyezi Mungu aendelee kuwa faraja kwa familia ambazo zimepoteza uh, wapenda wao katika mikoa hiyo kwenye machafuko yaliyotokea tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Lakini pia Umoja wa Bajaji Iringa tunawasii madereva wote kutojihusisha na matukio yote ya kiharifu au chombo chake anachoendesha ambacho ni bajaji kuhusika kwenye tukio lolote la kiharifu, tunapiga marufuku na kumkatalia, awe mmiliki wa bajaji awe dereva yeyote atakaye kihitaji chombo chake ili akatumia kwenye matukio yake ya uhalifu asikubali, na tumwombe dereva bajaji yoyote, tumwombe mmiliki yoyote atoe taarifa kwa jeshi la polisi kwenye kituo chochote husika ambacho kiko karibu na sehemu ambayo tukio linapangwa kufanyika, au atoe taarifa kwa viongozi wa bajaji Iringa, ili tushirikiane pamoja, tuendelee kulinda amani tulio nayo. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, niwahakikishie Madereva wa Umoja wa Bajaji Iringa wote kwamba mji wetu uko shwari, mkoa wa Iringa waendelee kufanya kazi kwa amani. Sisi viongozi wao tunafanya kazi na viongozi wa serikali, kwa hiyo sisi ndio tawasila yao. Tuwasii wasidanganywe na mtu yoyote kwamba amani haipo. Amani ipo, waendelee kufanya kazi, wasidubuniwe.